Mtafute mtu ambaye anakuhusu damu, watafute wajomba zako, ndugu zako, jamaa zako, mashangazi wako, mahalatu wako, bado wako hai. Hata kama ni kumpigia simu mtu mara moja kwa wiki tu au kwa mwezi, bwana mjomba, nimekupigia kukujulia hali tu, siku nyingi sijakuona. Usingoje mpaka mtu aje afe, sasa ndio wao unajitokeza. Ulikuwa wapi miaka yote hii? na saa nyingine huyu mtu alikuwa na matatizo yake ya kiulimwengu, ni mgonjwa, anahitajia matibabu, hakuna mtu alimjali. Sasa ameshakufa ndo wewe unajitokeza, bwana, gharama ya mazishi yake yote juu yangu mimi, bwana, sanda yake mimi ndio ambaye nitanunua, kuchimba kaburi ni juu yangu, wageni wote waliohudhuria hapa, chakula yao juu yangu. Wewe ulikuwa wapi wakati huyu bwana alikuwa iko hai? Unangojea mpaka ameshaanguka, na leo ndo unakuja kumtafuta.